Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho, mlango wa nane. Tena ndugu zetu, twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, Wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Tena walitenda hivi, si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Hata tukamwonya Tito kuwatimilizia neema hii kwenu, kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi, basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii pia. Sineni ili kuamuru, bali kwa bidii ya watu wengine nijaribu unyofu wa upendo wenu. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Nami katika neno hili natoa shauri langu, maana neno hili la wafaa ninyi, mliotangulia yapata mwaka licha ya kutenda hata na kutaka pia. Lakini sasa timizeni kule kutenda nako, ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka, vivyo hivyo mkawe tayari na kutimiza kwa kadiri ya mlivyo navyo. Maana kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Maana sisemi hayo ili wengine wapate raha, nanyi mpate dhiki, bali mambo yawe sawasawa. Wakati huu wa sasa, wingi wenu uwafae upungufu wao, ili na wingi wao uwafae ninyi mtakapopungukiwa, ili mambo yawe sawasawa, kama ilivyoandikwa, aliyekusanya vingi hakuzidi wala yeye aliyekusanya vichache hakupungukiwa. Lakini ahimidiwe Mungu atiaye bidii ile ile kwa ajili yenu katika moyo wa Tito maana aliyapokea kweli yale maonyo, tena huku akizidi kuwa na bidii alisafiri kwenda kwenu kwa hiari yake mwenyewe. Na pamoja naye tukamtuma ndugu yule ambaye sifa zake katika Injili zimeenea makanisani mote. Wala si hivyo tu, bali alichaguliwa na makanisa asafiri pamoja nasi katika jambo la neema hii tunayoitumikia, ili Bwana atukuzwe, ukadhihirike utayari wetu tukijiepusha na neno hili, mtu asije akatulaumu kwa habari ya karama hii tunayoitumikia, tukitangulia kufikiri yaliyo mema, si mbele za Bwana tu, ila na mbele ya wanadamu. Nasi pamoja nao tumemtuma ndugu yetu, tuliyemwona mara nyingi katika mambo mengi kuwa ana bidii, na sasa ana bidii zaidi sana kwa sababu ya tumaini kuu alilo nalo kwenu. Basi mtu akitaka habari za Tito, yeye ni mshirika wangu na mtenda kazi pamoja nami kwa ajili yenu. Tena akitaka habari za ndugu zetu, wao ni mitume wa makanisa na utukufu wa Kristo. Basi waonyesheni mbele ya makanisa hakika ya upendo wenu na ya kujisifu kwetu kwa ajili yenu.